Qaulu ljumhur an yasuma jamiu lmuslimina, ni wafunge Waislamu wote, wayuftiru, na wafungue saumu Waislamu wote, inda ruyati lhilali, wakati unapoonekana mwandamo, fi ayi qatrin min al aqtari, kwenye jimbo lolote kati ya majimbo, kwenye jimbo lolote kati ya majimbo, hilalu dhilhijja Muandamo wa dhilhija, mwandamo wa mfungo tatu. fa inna almu'tabara bila shak, nitatafsiri ibara ya wanavyoni, mazingatio bila shaka, mazingatio yasiyokuwa na shaka. albaladu allati fiha iqamatu lmanasik, ni ule mji ambao kwenye mji huo ndiko kunakosimamishwa ibada za hija. Ha, ni maneno ya wanavyoni ule mji ambao wapatikana manasi kul haji basi hapo ndipo panapotukuliwa dhira. Nenda kwa alimamu al-kasani katika badai usanaya. Nenda kwa alimamu al-zailai katika tabiinul haqaiq

utampata Ibn Abdul Barr, utampata Alimam Al-Karafi katika Al-Furuq na wengine wengi katika maulama wa, wa madhhabi ya Imam Malik. Wanasema kila mmoja afuate kwao, kila mmoja afuate mwandamo wa kwao. Ukija kwa Alimamu Shafi sihitaji hata kukunukulia kwa sababu karibu wote wanakubaliana kuwa matla zina tofautiana. Ukirudi kwa Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad anasema mwandamo ni mmoja, mwezi ukionekana popote watu wote wafuate. Lakini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu al Fatawa akaja kusema kuwa kauli ya Imam Ahmad inakusudia miji ya karibu, ama miji ya mbali, matla zinatofautiana. Kwa hivyo kauli aliyoipitisha Shekhul Islam Ibn Taymiyyah ni kuwa miandamo ikiwa ni ya mbali, ama miji ikiwa ni ya mbali, kila moja afuate afuate mwandamo na mwezi wa, wa kwao. Ehe. Fa idha thabata al hilalu, muandamo, faidha thabata lhilalu, mwandamo ukiandamo, fiha ukiandama muandamo wa hizi siku kumi za mfungo tatu, umila bihi, hutumia hutumika kwa muandamo huo. Wala ibrata bibaqiyati lbuldan, wala kuna mazingatio ya miji mingine, muandamo ukiandamo kule kwenye manasiku lhaji hapana mazingatio ya miji mingine. Sheikh Saleh Al Fawzan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh katika fatawa za Allajna Daima, kwa fatwa ya elfu ishirini na moja mia nane ishirini na tano limekuja swali kutoka Mayoti. Mayoti ni moja katika visiwa vya vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa. Imepelekwa swali, tufuate wapi sisi? Kumetakhalifiana mwandamo huko na kwenu. Tufuate wapi? Fatwa iliyotoka katika Al-Lajna Daima kwa nambari 21825. Rudi ukaangalie ambayo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh, mufti wa sasa wa Saudi Arabia na Sheikh Saleh Al Fauzan. Wanasema fuateni kwa mwandamo wa wenu, sawa ikiwa imetangulia Makkah ama imechelewa Makkah. Hizi ni fatawa ndugu yangu sijazitoa mimi, wamezitoa maulama wakubwa wa Saudia. Na ikiwa huniamini, Mwenyezi Mungu akikupa hatua ukaenda haji ama umra, nenda kaulize, wadhalika na hilo intabih bi anna al-hajja makhsusun bi makanin muayyan, hilo ni kuwa hija imehusishwa pahala palipoainiwa, hija pamehusishwa pahala fulani. La yataaddahu, hili halipeperuki

kukithubutu huko kumithubutu kwa sababu hija iko huko. Twende kwa ibnu Jabrin, wote ni maulama wakubwa wa biladu lharamain. Anasema, anaulizwa Nigeria, wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa, watafanya vipi? Watafata kwao ama watafata haramain? Shekhe amejibu so, jawabu refu kwa atakaetaka baadaye atakuja kuniona nimpatie. Kisha akasema, faala hadha yasihu li ahli Nigeria wa man haulaha wa man baadaha min albilad alifriqiya an yamalu bi ruyatihim. Nigeria, baada yao, kabla yao, katika nchi za Kiafrika wafaa kufuata nini? ameulizwa swali la Nigeria, ndio maana anataja Nigeria. Wafaa kufuata kwao, asema fayasumu arafa, watafunga siku ya arafa, wayadhbahu adhahihim, na watachinja vichinjo vyao, walau sabaku bilad alharamain, hata kama watatangulia nini Haramain, yani wataona kabla, kabla yao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, sikiliza sana, min hadithi abi huraira alhajj arafa, hija ni arafa, basi itakuwa hija iwe ni huko muhiji arafa iwe ni pengine, hakuwezekani hata kutumika akili hapo. Alhajj arafa Hija ni Arafa. Na Arafa iko wapi? Iko kule haj. Asiposimama Arafa hana hija kwa huo mwaka. Ndipo sisi huku tukawa tunafunga suna muhimu. Na ndugu yangu, hadithi sahihi alhaju Arafa, lakini haj Arafa haj angali kuzungumzwa nini alhaju haj Arafa ni Arafa yani nguzo kubwa katika ibada ya haji ni Arafa. Ukikosa Arafa huna haj wewe. So, sasa mimi na wewe naweambo kwamba tuko hapa Nairobi, sisi haji yetu iko wapi? Sisi tu, tu wa haji. Kwa kuzungumziwa haji, kwa kuzungumziwa hujaji sisi sio mahujaji. Mtume hakusema al-Eidu Arafa, Eid ni Arafa. Mwangalie kule Arafa utasimama lini? Siku pili Eid. Ah, amesema al-Hajju Arafa, haji ni Arafa, ni kwa wale mahujaji wakikoza ibada ya Arafa, wukufu bi Arafa hawana haji. Kwa hivyo hapa kuwazungumziwa mahujaji sisi ni tofauti, hukumu zetu sisi tumewekewa saum, wao wamewekewa wukufu. Wale walioko kule Arafat hawafungi ndugu yangu, na ndo kauli yenye nguvu. Rudi katika Fathul Bari, al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani asema haitakikani walioko haji kufunga, wale walioko katika kawanja cha Arafat hawafungi, wale tunaofunga ni sisi huku, na kama vile wao hawafungi, sisi twafunga wao wanakisimamo kule, sisi hatuna kisimamo. Twakuhimiza, hii ni siku bora mno sana, si kwamba kwa twa kulazimisha lazima sisi tufunge Arafa kupitia kwa tarehe ya kule. La ilaha illa Allah, Arafa ikiwa hija ni Arafa, Arafa ni kule. Sikiliza maandiko, asema wayaumu Arafata, na siku ya arafa huwa yaumu tasii min dhilhija, ni siku ya tisa dhilhija. Tusilete confusion nyingi sana tukaata kuikeuka mwezi tisa achi, tukawa hatuhitaji mbele ya watu, na wala haijathubutu katika sera wala katika tarikhi kwa Mtumi sallallahu alaihi wasallama ametuma mmoja katika masahaba zake, akamwambia kwa mfano Saidna Umar, baada ya kuingia dhulhija, hebu kimbia Makka kule, nenda kaangalie mwezi umeenda malini, na watu watasimama Arafati lini ili na sisi tujue tutafunga lini na tutakula Eid lini. Haijatokea hapo. Wala maulama wa fiqi hawajafungamanisha kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na sisi huku kufunga hakuna. Rudi, kwanza rudi katika vitabu vya fiqi, huwezi kupata somo ya Umar Arafa kufunga siku ya Arafa inatajwa katika mlango wa haji. Hakuna hiyo. Somo ya Umar Arafa ni kitu tofauti na ibada ya haji ni kitu tofauti. Inatajwa katika mlango wa somo nasun sarihun ni siku ya Arafa, kufunga Arafa. Ehe, kufunga Arafa lini? Kufunga Arafa lini? mwezi tisa, mwezi tisa wa mfungo tatu wa wapi wa muandamu wa kule kuliko, kwa, kuliko Arafa. Tukisema tutafunga Arafa siku nyingine isiyokuwa siku ya Arafa, venye Arafa huwa hawako Arafa, venye Arafa huwa wanatengeneza mambo Mina, huko ni Idi. Kwa hivyo utakuwa hukuipacha Arafa sheh, wala hukuifunga Arafa itakiwavo kwa dira vile namna, namna ilivyozungumzwa kupitia kwa maandiko ya vitabu vyetu. Hakuna hata siku moja mwanachuoni wa kifikhi kwa mfano az, anasema kuwa ikiwa watu watafunga siku ambayo kwamba ni tofauti na ile watu waliosimama katika nini, katika kiwanja cha Arafati basi itabidi warudie ama itabidi hivi. Hakuna mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga arafa kabla ya ibada ya haji kufaradhishwa. Vipi tutasema hii ina mafungamano na ile? Vipi utakuja kusema kuwa kufunga arafa ni kwa sababu ya kuwaunga wale ambao kwamba wanasimama katika jabalu wa Arafat? Tena mtu anakuwa mkali, anakuambia ikiwa umefunga siku tofauti, basi huna thawabu yoyote unaipata kwa sababu hujaungana na wale. Swali, ndugu yangu wale ambao kwamba mchana wao ni usiku wa Saudia wale watafanya nini itapitwa watapitwa na na na, sababu na, na, na, na, za Arafa Tokyo wako nyuma masaa sita na Saudia sisi tunajua ibada ya wukufu bi Arafa inaanza wakati wa nini zawala eh? wakati wa mchana inapofika wakati wa kuanza ibada ya nini wukufu bi Arafa Tokyo Japani uwa tayari kwao ishaingia usiku ile siku ishaisha isha. Sasa wafanye nini? Wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabal Rahma kule Arafa? Ama wasifunge hawana thawabu hao? Wasifanye, wasifanye kitu. Taib, ulize ni watu wazima ambao kwa miaka 80 kwenda juu. Hapa kabla kuja wasaili tawasul. Kabla kuja ma TV, ma simu, kulikuwa kuna funga vipi Arafa? Kabla ya kuja mawasiliano. Sasa walillahi alhamdulillah tuna ma TV, tuna simu. Kabla ya kuja hizi wasaili tawasul. Watu walikuwa wanafunga vipi siku ya Arafa? Watu walikuwa wanakula Eid vipi? Kama siku, angalia mwezi mpaka siku ya tisa inafungwa Arafa.